Leo nimekuja kuamini kwamba kumbe mara zote wanavyozungumza kwamba uh, marefali wanaharibu, wanaharibu mechi wanaharibu mpira, leo ndo nimekuja kuona hivi. Leo si ndio, nakuja kuamini viongozi wangu wa Yanga kupeleka malalamiko kule, kutokana na kwamba uozo uliopo kwenye nini uliopo, uozo uliopo kwenye shirikisho letu si ndio? Kwa mfano le, kipa ana muda wake akiumia ana muda wake pale wa kuangaliwa, yes. Yes. si ndio? Lakini refari hajazingatia haja, yani haja hajazingatia huo muda anaenda kumpa kadi ya njano, si ndio? Hmm. Mara ya pili si ndio? Yule ni kweli lile ni eneo lake la, la kipa, si ndio? Yes. Lakini kidogo tu anaenda kupewa kadi ya pili ya pili ya njano ambayo ni nyekundu, si ndio? Ni hivi sisi tunachotaka, si ndio? Sisi ni Watanzania na tunataka soka letu likuwe, si ndio? Hmm. marefari wakiongoza pamoja na bodi ya ligi ambao ndo wanawasimamia pamoja na TF, TFF ambayo ndo baba, si ndio, ndo baba wa mpira Tanzania. Wafanye haki, watende haki, wasionee timu ndogo. Lakini kwa wenzetu kwa hawa majirani, jinsi ninavyowajua, wakionaga mambo magumu ni, ni wepesi sana wa kutengeneza mazingira ili waweze kupata matokeo, ambacho naweza kuzungumza kwa leo, huu ni uozo. Mimi kama mimi naweza kuamini kabisa kwamba marefali wana beti ma, sawa marefali wanni, wana beti na huyu marefali wa leo inaonekana kabisa, kama kama sio yeye ame beti, basi kuna ndugu yake kabeti, kuna mwanae kabeti, kuna mke wake kabeti. Maana pia wana Simba wanasema tajiri yenu ameicheza hii mechi, hakuna wao siku zote, hiyo ndio sababu. Si ndio yule tajiri wetu, si ndio yule ana hela, si ndio? Lakini hawezi kuhusika kwa timu ambayo haimuhusu. Uh, lakini kwa sababu hao wenzetu walishazoea kuamini, si ndio? Kuamini hata ujinga tu wanaamini, ndio maana mwisho wa siku sawa, ndio maana mwisho wa siku kwa mfano kama wewe unaangalia mpira leo sawa, dakika 15 zimeongezwa kwa ajili ya nini? Baada ya hapo, dakika kumi na tano, sindio? Mpira umeenda mpaka dakika ngapi? Sindio? Mimi naomba TFF wasiharibu mpira wetu, sindio. Wale unasikia wale wanapita ile ile ni taasisi wanapita, kwa hiyo wasiharibu mpira wetu. Sikiliza nikwambie, kwa mimi kwa mimi sawa, kwa mimi yangekuwa ni maamuzi yangu mimi, ningesema kwamba viongozi wangu, acheni hiyo ishu tuingie uwanjani. Hawa hawana uwezo wa kunifunga Mama, tunaitaka hata leo hata leo kuna wachezaji gani hao? Kuna mchezaji gani wa kumfunga yaani, mchezaji gani wa kumzuia Yanga asipate matokeo na hawa? na kwa mimi jinsi inavyojua mwandishi, sikiliza, kwa mimi jinsi inavyojua sawa, dabi itachezwa na ikichezwa, sawa, hakuna kususa. Kususa. Mwandishi, sisi hatukususa, ndio maana wao walichungulia, baada ya kuchungulia kuona kwamba mambo magumu ndio maana wakaleta mbuzi wakatanguliza wazee <coughs> sijui <shigir> wakatanguliza nini hawa, mwandishe, kama dabi ipo, kama sikia, umesikia? Kama dabi ipo, kama dabi ipo, sima engia kumi na nne, kama dabi ipo, sima wengia kumi na nne.